Nataka tutofautishe kati ya kuona haya na kuona aibu. Ni vitu viwili tofauti. Aibu wanaita hajal kwa lugha ya Kiarabu, hajal. hajal ni tofauti na haya. Haya ni sifa nzuri, na ndio maana alifika nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith nasema kana rasulullah ashadda an-nas haya, Mtume alikuwa na haya kuliko watu wote. Sasa so, sisi tunaona haya ni ile kutoweza kufanya jambo Mtume aliyafanya mangapi? Na alikuwa na haya hata kuliko mwari, mwanamke ambaye hajaolewa, Mtume salaam akimzidi kwa tabia za haya. Haya ni tabia tukufu kweli kweli, mpaka Mtume akasema alhayau min aliman, alhayau shubatu min aliman, haya ni kipande cha iman. kama imani ni kipande hivi kimekamilishka nusu na nusu, yake ni tabia ya haya, lazima kuweko na haya. Ndio katika hadithi yake maarufu Mtume anasema istahu min Allahi haqa alhaya Oneni haya Waislamu. Masahaba akasema inna nastahi ya Rasulullah, walhamdulillah. Sisi tunaona haya ya Rasulullah, tunashukuru. Tumekasema laisa dhaak, sio kuona haya mnavyofikiria nyie. Maana kuna watu wengine, yeye akila ugali tonge lake ni karibu na robo kilo kiganjani, lakini akila na watu analipunguza. Inakuwa kwa sababu ameona iko mbele ya watu. Sasa ile anaona, anaona aibu. Sasa yeye ufikiria anaona haya, ile sio haya. Kata tonge lako vile vile, vile, vile, ulivyozoea <laughs> hajali